Bila shaka uliwahi kusikia, Mheshimiwa Spika, taarifa, tulieni kupashe ujue chochote. Huyu ni mwanadada anaitwa Aida Khenani, ni mbunge wa Nkasi Kaskazini, mkoa ni Rukwa. Ndio mbunge pekee aliyeshinda mwaka elfu mbili na ishirini kupitia tiketi ya chama cha Chadema. Aida Khenani ni mwanamke na nusu, ni mbunge pekee wa upinzani bungeni na haogopi kukosoa ambapo anaona mambo yaende sawa. Tunahitaji katiba mpya, tusifikiri katiba mpya kuhusu uchaguzi tuangalie na aina ya watu kama hawa ambao nawazungumzia leo. Kuna haja sasa kuitazama katiba mpya ambayo itaenda kuleta mabadiliko ya kupata viongozi wanaoenda kuendesha nchi kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu wa taifa letu. Ana hoja za msingi bungeni na always anasimama kwenye kweli. Kipindi anatokea haya mpaka wewe mzee kesi, anasema tulia, ni kupashe ujui lolote Alikuwa ni mbunge wa viti maalum kupitia tiketi ya CHADEMA. Walivyo zozana zozana kwenye hoja hapo, sijui nini, wakabishana, mzee akawa anajifanya upo juu wewe, sijui nini, ujui lolote, sijui nini, anamchamba mara, sijui umepata ubunge ukamwacha mume wako sijui nini nini, nini, nini. Akaongea shombo nyingi pale. Hmm, baada ya kuwa na maneno mengi, nataka imuonyeshe utofauti wa mimi na yeye, kwamba mimi na yeye nani ni mlopokaji. Sasa nampa taarifa, kama ametoa stoe povu, tukutane kule hiyo ilikuwa ni 2019 tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, akasema tutakutana Nkasi Kaskazini kwenye jimbo lao. Huyu mzee Keissy ndio alikuwa mbunge kwenye hilo jimbo la Nkasi Kaskazini, na huyu mdada alikuwa mbunge watmaro 2020 kikawaka kweli, wakakutana huko kwenye kampeni, kampeni, kampeni, dada akashinda. Na akashinda tu kwamba labda walimpendelea kumtangaza, no, wananchi walikuwa wanamkubali mpaka yaani kwenye kutangaza matokeo tunavyojua, zikawa ngichanginja kwamba yaani hawataki kumtangaza, wanataka mtangaze wa, wanaendia wa CCM, ila wananchi hawakulala wale, yaani walihakikisha kwamba mbunge wao anatangazwa na kweli akatangazwa. Na ikumbukwe kwamba mkoa wa Rukwa toka nchi imepata uhuru mpaka sasa haijawahi ongozwa na chama cha upinzani, ni CCM tu, na haijawahi ongozwa na mbunge mwanamke. So huyu ni mbunge wa kwanza mwanamke na ni mbunge wa kwanza kuchaguliwa wa upinzani Mheshimiwa Aida, halafu useme maiswetusaf safi raisi wetu, safi. Mheshimiwa Raisi wetu, kwa heshima kubwa kwa niaba ya wananchi kaskazini tunakushukuru sana kwa kuja jimboni kwetu. Mheshimiwa raisi wetu, mimi natambua kwamba kila mtu ana haki ya kuishi na wewe umejipambanua lakini Mheshimiwa Rais, kuna mambo yanaendelea ya utekaji. Wewe ni mama, wewe ni rais, tunaomba usimame katika hili. Sisi sote tuna haki ya kuishi, ili kama mambo haya yapo yasiweze kuchafua. Mheshimiwa rais, tunaelekea kwenye uchaguzi. Naamini unahubiri katika utawala bora. Kuna matamko yanaendelea, tunaamini yale unayosema unayaishi, basi na wateule wako wayaishi hayo. Kuna matamko yasiyofaa hatutaki machafuko kwenye taifa letu. Tunaamini kabisa unasimamia demokrasia, amani itawale, kama ambavyo umeiongoza hata kama ulipokea nchi kwenye kipindi kigumu, mpaka sasa amani inaendelea.